Askofu Dr Benson Bagonza, mkuu wa KKKT dayosisi ya Karagwe, amesema kumekuwa na msemo maarufu kuwa vijana wameshawishiwa na watu waishio nje ya nchi, jambo ambalo kwa mjibu wake inaonyesha kuwa vijana hawajalazimishwa, kuburuzwa, kutishwa wala kuongwa, bali wameshawishiwa kwa hoja, kupitia andiko lake kwenye mitandao ya kijamii. Bagonza amesema kuwa naye ameshawishika kuwashauri watawala watumie ushawishi kuzungumza na vijana, akibainisha sababu kadhaa zinahitaji kuzingatiwa na mamlaka. Amesema kwamba kuandamana ni haki ya kikatiba, na hivyo serikali haitakiwi kutumia nguvu kuvunja katiba bali kutumia busara na ushawishi katika kushughulikia madai ya vijana. Na mnukuu, tuwashawishi vijana waairishe haki yao ya kikatiba na sio kuatisha. Ameeleza kuwa Oktoba 29 kulitumika vitisho vya kuzuia maandamano, lakini vitisho hivyo havikuleta matokeo yaliyotarajiwa, akionya kuwa ushauri wa kutumia vitisho haupaswi kuendelezwa kwa kuwa au kusaidia. Aidha amesema wakati viongozi mbalimbali wa kitaifa wanazunguka na makundi ya wananchi na kujaribu kushawishi, bado baadhi ya lugha za kibabe kutoka kwa polisi na baadhi ya watawala zinaathiri juhudi hizo kwa kuwavunja moyo vijana. Katika hoja nyingine, Bagonza amesema kuwa Oktoba 29 mamlaka zilisitiza zaidi wimbo wa amani na kukataa kusikiliza hoja zinazohusu haki, jambo ambalo amesema alikuleta matunda mazuri. Unamnukuu, kabla ya Oktoba 29, tulitumia vitisho kuzuia maandamano. Vitisho havikusaidia. Mganga aliyetudanganya kuwa vitisho vinafaa yeye ndo afai, tusiendelee kumwamini sasa. Waambieni wananchi wimbo wa haki, japo kuwapa matumaini, amesema Bagonza. Amefanua kuwa Tanzania ilitia saini mkataba wa haki za watoto unaowapa watoto haki ya kusikilizwa na matokeo yake ni kwamba taasisi nyingi zikiwemo familia, shule, mahekalu, polisi na serikali zimekuwa zikiwaogopa zaidi watoto kuliko kuwaongoza. Na mnukuu, tulitia sahihi mkataba wa haki za watoto. Haki yao moja kubwa ni kusikilizwa. Matokeo ya mkataba huu ni kuwa wazazi, walimu, polisi, mahekalu na serikali zote zinaogopa watoto. Watoto wanaogopwa, lakini hawaogopi. Wakikuhurumia eh, watakunywa sumu kuliko kufuata ubabe wako. Mwisho wa kumnukuu Askofu Benson Bagonza.